Nimesoma kwamba kila jimbo nchini Marekani lina kile wanachokiita sheria za Msamaria Mwema. Hizo ni sheria zinazotoa ulinzi wa kisheria kwa watu wanaojaribu kumsaidia mtu aliye kwenye dharura. Kwa kweli, zinawahamasisha watu kufanya jambo sahihi bila kuogopa madhara ya kisheria. Ah, nafikiri ni jambo la kuvutia kwamba dhana ya kisheria iliyo nyuma ya sheria za Msamaria Mwema siku hizi kwa kweli inatokana na mazungumzo ambayo Yesu alikuwa nayo na mwanasheria takriban miaka elfu mbili iliyopita. Na tunapoendelea na uchambuzi wetu wa injili kwa mpangilio wa matukio, sasa tutaendelea na simulizi katika Luka saa kumi na madakika ishirini na tano. Na tazama, mwanasheria mmoja alisimama na kumjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Sasa ni wazi hili si swali la kisheria, hili ni swali la kidini. Huyu mwanasheria Myahudi kwa kweli ni mtaalamu wa sheria ya Musa, mara nyingi huitwa waandishi. Anataka kujua ni sheria ngapi anapaswa kuzifuata ili aingie mbinguni. Kwa hiyo Yesu anachofanya ni kumgeukia na kumpa mtihani wa ghafla. Mstari wa 26: imeandikwa nini katika sheria yako wewe? Unasomaje? basi yule mwanasheria anajibu kwa kunukuu kutoka Kumbukumbu -kumbu la Torati sita, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Kisha anaongeza kutoka Mambo ya Walawi saa 19 na madakika 18, na umpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Hivyo Yesu anapitia karatasi yake ule mtihani wa ghafla, na anasema hapa kwenye mstari wa 28, umejibu vizuri. Kwa maneno mengine, umepata ongeza na kwa kuwa huyu mtu alikuwa ameutoa maisha yake kujifunza sheria ya Mungu, kila mtu aliyemfahamu pia angempa aongeza katika shule ya dini. Lakini sasa, sehemu ya mwisho ya jibu lake ndiyo Yesu anapomkosoa mwanafunzi wake. Ni jambo moja kusema unampenda Mungu, na nani anaweza kuona ndani ya moyo wa mtu kujua kama kweli anampenda. Ni jambo tofauti kusema unampenda jirani yako sasa hilo linaonekana kwa kila mtu na yesu atamwonyesha huyu mtu kwamba kipimo halisi cha kumpenda mungu ni jinsi unavyompenda jirani yako sasa yule mwanasheria anamuuliza yesu akiendelea hapa swali la ujanja kidogo katika mstari wa 29 akamwambia yesu na jirani yangu ni nani sasa katika kizazi cha Bwana wakati huo wa historia, marabi wa Kiyahudi walikuwa wamefafanua jirani wa mtu kama Myahudi mwenzake, yaani mfuasi mwingine wa Mungu, na walikuwa wamefafanua kupenda jirani yako kama kuwapenda watu wanaokupenda pia. Nikwambie mpendwa, huo ndio utaratibu wa kawaida hadi leo. Tunawapenda watu wanaotupenda pia. Sasa Yesu anaanza kusimulia mfano ambao utabadilisha kabisa maana ya jirani jirani yako na kuonyesha jinsi upendo kwa jirani unavyopaswa kuwa. Mstari wa 30 Yesu akajibu, mtu mmoja alikuwa akishuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akavamiwa na wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakampiga na kuondoka wakimwacha karibu amekufa. Sasa tunajua leo kwamba barabara kutoka Yerusalemu hadi Yeriko ilikuwa na urefu wa takriban maili 17. Ilikuwa barabara mbaya sana, ilikuwa inapindapinda kupitia maeneo yenye mapango kwenye vilima, na hivyo kufanya iwe sehemu nzuri kabisa ya maficho kwa wanyang'anyi. Kwa kweli, katika siku za Bwana watu wengi walikuwa wakiibiwa, kujeruhiwa au hata kuwawa kwenye sehemu hii ya barabara, kiasi kwamba iliitwa kwa jina la utani, njia ya damu. Basi Yesu anaendelea hapa kwenye mstari wa thelathini na moja. Basi kwa bahati kuhani mmoja alikuwa akishuka kwenye ile barabara, yaani alikuwa anaenda upande ule ule. Kuhani sasa anawakilisha kilele cha kujitolea kwa Mungu. Huyu ni mtu ambaye inasemekana anampenda Mungu kwa kweli, anachukuliwa kama mtumishi wa Mungu. Lakini Yesu anasema hapa, na alipomwona yule mtu, alipita upande wa pili wa barabara yaani alibadilisha njia kabisa. Sasa kama kuna mtu yeyote aliyekuwa anachukuliwa kuwa mwema wa kutosha kuingia katika ufalme wa Mungu, basi ni mmoja wa makuhani wa Israeli. Lakini yeyeyeye yeye, yeye anahamia kabisa upande wa kushoto wa barabara. Kwa nini basi? Hatujaambiwa moja kwa moja, lakini kuna dokezo nyuma kwenye kitabu cha Hesabu sura ya 19. Eh, mstari wa kumi na moja eh, uliamuru kwamba mtu yeyote aliyegusa maiti angekuwa na jisi kwa siku saba. Basi yule mtu aliyepigwa pale anaweza kuwa, eh, amekufa, labda amepoteza fahamu. Na kama unavyojua eh, kuwekwa karantini kwa siku saba, basi hiyo ni usumbufu mkubwa. Eh, wasomi wa Biblia wanatuambia kwamba Yeriko ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya makuhani waliokuwa wakiishi nje ya Yerusalemu kwa wakati huo. Inawezekana kabisa kwamba huyu kuhani alikuwa anarudi nyumbani baada ya kumaliza zamu yake ya kuhudumu hekaluni. Yeye alikuwa ametoka tu kumtumikia Mungu na tena hii, kama kuna mtu yeyote ambaye angeweza kusimama na kusaidia basi ni huyu jamaa, lakini hakufanya hivyo. Sasa hapa anakuja mtu mwingine akitembea barabarani, mstari wa 32 Vivyo hivyo Mlawi alipofika mahali pale na kumwona eh, alipita upande wa pili wa barabara. Wakati huo huo, naye anabadilisha upande wa barabara. Sasa wasikilizaji wa Bwana bila shaka bado wameshtushwa kwamba kuhani hakusimama kusaidia, na hakika wameshangazwa kwamba Mlawi naye hakusimama, kwa sababu kazi yake ni kuwasaidia makuhani na kuhudumu hekaluni. Wote wawili hawa wangepata alama ya juu kabisa kwenye ripoti yao ya kidini kwa hiyo ingeonekana wazi kwamba wanampenda Mungu. Lakini wote wawili walimwacha yule mtu na kuondoka. Sasa wasikilizaji wa Yesu wangelewa hatari ya kumsaidia huyu mtu. Bila shaka, eh, wezi bado wangeweza kuwa karibu. Huyu mtu asiye na fahamu aliyelala pale angeweza kuwa mtego E, wao wenyewe wangeweza kuwa wahanga wanaofuata. Kwa hiyo cha kushangaza hapa si kwamba hawa watu wawili hawakusimama kusaidia kweli. Cha kushangaza ni kwamba kuna mtu atakayesimama kusaidia. Na hapa kwenye mstari wa 33 Yesu anachukua mwelekeo wa kushangaza na usiotarajiwa: lakini Msamaria mmoja alipokuwa safarini alifika pale alipokuwa yule mtu, na alipomwona alimhurumia, akamkaribia na kufunga majeraha yake akimimina mafuta na divai juu yake, kisha akampandisha juu ya mnyama wake mwenyewe na kumpeleka kwenye nyumba ya wageni. Sasa maana iliyopo hapa ni kwamba huyu mtu aliyepigwa alikuwa Myahudi. Wayahudi na Wasamaria, na pengine unajua hili tayari, walichukiana kwa kane nyingi kwa hiyo huyu mtu ndiye wa mwisho kabisa ambaye mtu yeyote angeweza kutarajia asimame na kumsaidia Myahudi aliyekuwa kando ya barabara, lakini huruma yake ni ni ni yakina sana hapa. Anamimina divai kwenye majeraha yake, hiyo hiyo ni dawa ya kuua vijidudu. Anamwekea mafuta kwenye majeraha, hiyo hiyo ni ili kumpunguzia maumivu. Anafunga majeraha yake kwa bandeji kisha anamkweza juu ya ya mnyama wake mwenyewe, labda punda, na anampeleka kwenye nyumba ya wageni iliyo karibu. Sasa watu wengi wanafikiri kwamba Msamaria alimpeleka yule mtu hotelini na kisha akaondoka zake, lakini hicho sio kilichotokea kabisa. Mstari wa 34 unasema yeye, yaani Msamaria, alimpeleka kwenye nyumba ya wageni na akamtunza. Hiyo inamaanisha kwamba hakuondoka tu alimtunza usiku kucha katika hatua muhimu kabisa ya hali ya yule mtu. Hakumwachia mtu mwingine, alikaa naye akimhudumia katika saa hizo za usiku. Sasa katika mstari wa 35, Yesu anatueleza alichofanya siku iliyofuata. Alichukua dinari mbili na kumpa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze na chochote utakachotumia zaidi nitakulipa nitakaporudi. Kwa njia kiasi hiki cha pesa kingetosha kulipia chumba na chakula chake kwa zaidi ya mwezi mmoja. Kwa hiyo unaona, huruma, uangalizi, ukarimu na kujali. Unaona, hoja ni kwamba mtu anayempenda Mungu ataonyesha mambo hayo anapowapenda jirani zake. Sasa kwa hayo Yesu eh, anageukia yule mwanasheria na anasema sasa nina swali lingine la ghafla kwako. Hii hapa mstari wa 36: ni yupi kati ya hawa watatu unaona alionyesha kuwa jirani wa yule mtu aliyeangukia mikononi mwa wanyang'anyi? Akajibu, yule aliyemwonea huruma. Angalia, hawezi hata kutamka neno Msamaria. Eh, basi yule yule jamaa, unaona yule mwanasheria ameelewa ujumbe, lakini hataki kutubu ubaguzi wake wala kiburi chake Unaona, anataka kuendelea kudai kwamba anampenda Mungu na wakati huo huo anaweza kuwachukia wasamaria hao. Sasa, kupitia mfano huu, Yesu hatuambii kwamba tunaweza kujiingiza katika ufalme kwa kusimama kila ajali, unajua kuwapenda watu wengine. Anatuonyesha jinsi inavyopaswa kuonekana, kuonyesha kwamba sisi ni wa mfalme, kwamba tuna moyo wake wa upendo hivi ndivyo unavyoweza kutenda kama mfalme Yesu. Basi hiki ndicho hasa Yesu alichokufanyia wewe. Alikukuta huna msaada, huna tumaini, umejaa utupu, umevunjika, na akakuonea huruma. Alijishusha kama vile na akakuinua juu, akaurejesha uhai wako. Sasa kama yeye, na sisi tuwatendee wengine kwa huruma, neema na upendo.